Magoli ya lumbilumbi sijayaona, yale magoli ya ungaunga unga mwana ah. Uhuni umefanyika mwingi sana mkubwa, ila watu mkua mtaki kusema, kwa sababu mimi ndiye pekee chuma nimetumwa Tanzania, Dar es Salaam kuja kuzungumza ukweli Haijalishi wewe ni nani nitakwambia, baadhi ya waamuzi wanafanya mambo ya kihuni kwenye mpira ayo. Wetu wanatuharibia mpira, unanipata vizuri, kwao nini maana yake? Leo nimeshuhudia mechi ambayo sijaona magoli ya lumbi lumbi, huo ndio kweli, sijaona kuna wakati wachezaji wa Yanga walikuwa wanamdanganya mwamuzi, anajua kabisa hawa wamenidanganya, ana clear. Mwamuzi amefanya kazi kubwa sana, lete maswali lete ya maswali. Maswali. Maswali. Maswali. Baadhi ya watu walikuwa wanaandaleti kiwango cha Bakari Nondo Mwamnyeto, umemwonaje leo, kapteni Uh, of course ni watu waovi kwenye mpira, kuna makosa ambayo nakoyafanya, lakini sitaki kuamini leo hii. Ukizungumza moja kata mabeki bora ambao tuko nao wazawa wenye sifa ya level ya Afrika, utamtaja Bakari Nondo Mamnyeto. Watakatumtaje nani beki mzawa sawa? Hamna Hamza. Hamza. Hamza, shida kwani Hamza namfikia mafanikio baka, baka nani? Bakari Nondo Mamnyeto afa nani kwa sababu ukizungumza kwenye msimu tunazungumza CV aliyokuwa nao Bakari Nondo Mwamnyeto, ana vikombe vitatu vya ligi kuu. Amza na vikombe vingapi? hata moja. Maanake njoo na hoja yaani, wewe <coughs> <ya. tos> <coughs> <Unelaki zuri. tos> njoo umejipanga Sikatai, Hamza ni beki ambaye anafanya vizuri, lakini huwezi kumdhalau Bakari Nondomba Mnyeto kwa sababu Hamza yuko fainali kombe la kawaida Afrika. Haiwezekani huko anachokifanya Hamza, Bakari ashafanya, sijui. Unanielewa? watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Inji na watu wa ajabu sana, ndio maana ikasema niletee fact Unapomzalau bakari nondo mwa mnyeto kwa kigezo gani? Ni moja kata mabeki wazaa ambao tuko nao wenye sifa nzuri wenye CV nzuri. Sawa, hamza anafanya vizuri lakini huwezi ukasema leo hii bakari nondo hamna kitu, haiwezekani. Ninaheshimu bora wa hamza lakini bakari nondo mwamnyeto, ukitaja mabeki wenye sifa, ana vikombe chungu mzima. Hamza ana vikombe vingapi? Wewe utakuwa ni umechanganyikiwa, leta swali lingine. Aziziki na jinchalea huwa kwamba kwa kwa kwa kwa. Sawa, swali zuri sana, swali zuri sana. Mara nyingi mtanzania anapoona mafanikio, yuko tayari ampuze mtu ambaye ashapanda mafanikio. Una vizuri, we utakuwa ni mtu ambaye sio wa mpira. Yani saasala useme lamini ya mali ni bora kuliko we? Ni chizi una ele Unaweza kusema azizi hana lolote mm. kwa jinchale aua shee, hapana, nchi hii imevamiwa, kuna watu ambao sio wa mpira. Watu wa mpira tuko peke yetu. Sipingi ubora wa jincha le aua aua, msimu amekuwa na kiwango bora, unanipata vizuri, amekuwa na kiwango bora lakini uwezo ukasema azizi hamna kitu haiwezekani. ni sawa nasema leo Amza unaposema Amza yaani aamza ya kwamba Bakari Nondo ajifunze kwa Hamza. Hapana, Hamza anafanya kitu kizuri. Unanipata vizuri. Azizi ni mchezaji mzuri. Mafanikio ya huu msimu huu, labda ukasema kitakumi msimu huu Jincha leo amemzidi Azizi, sawa, ni takwimu ambazo hazipepeki, lakini sio kusema kwamba Azizi ajifunze kitu kwa huu. Hapana. Of course, yeah. Ni mechi ambayo Simba inawakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa na ni mechi ambayo kwangu naweza nikasema, katika washindani ambao Simba imeshiriki nao kwenye michuano ya kombe la shirikisho, RS Berkane kwangu ndiye mshindani, kipimo sahihi kwa Simba kwangu kwangu mimi RS kane sio serembos, RS kane sio wale wale AMC nini, kwa sababu